Aisha kwa mwaka jana tarehe 28 ambapo ilikuwa ni siku ya Jumapili, mwezi wa saba mwaka 2024 pale ambapo uh, rais wa sasa hivi wa Venezuela Nicolas Maduro alivyoweza kuwa alivyoweza kutambulishwa kuwa rais rasmi wa taifa hilo la Venezuela, na unakuja kuangalia kwa ni kwamba aliweza kushinda kwa asilimia 51.20 dhidi ya mpinzani wake Edmundo Gonzalez ambapo unakuja kuangalia Edmundo, yeye anaweza uh, kusema labda katika upande wa uh, upande wa, wa wa kiusalama zaidi katika taifa la Venezuela. Tukumbuke ni kwamba aliweza kukimbia katika taifa hilo na kukimbilia katika taifa la Hispania akisema uh, kwamba kwa ajili ya usalama zaidi mm, lakini wakati yeye akiwa katika taifa hilo la Hispania, tukumbuke kwamba alikuwa anaendesha maandamano katika taifa la Venezuela akiwa yeye yupo katika, right, taifa hilo la Venezuela. Tukawa tunazungumza hapa, Aisha, inakuwa vipi kwamba yeye ambaye ni mpinzani um, mkubwa sana wa Maduro akiwepo nje ya taifa la Venezuela, lakini bado anaendeleza masuala mazima ya maandamano katika taifa la Venezuela, ikiwa yeye na familia yake hapo katika taifa hilo la Venezuela. Lakini unakuja kuangalia hata baada ya kuweza kutangazwa rasmi kuwa Maduro ndio mshindi wa, na, na, na kuweza kuwa rais wa Venezuela kwa muula mwingine, kwa sababu unakuja kuangalia, um, mwaka 2018 pale ambapo Maduro alikuwa kutangazwa kukuwa rais wa taifa hilo la Venezuela Venezuela. Bado kulikuwa na taarifa katika uh, baadhi ya mataifa wakisema kwamba Maduro ameweza kupata nafasi hiyo ya urais kwa njia ya udanganyifu na, mm -hmm, na tunakuja kuangalia hata uchaguzi baada ya kuweza kutamatika mwaka 2024 katika taifa la Venezuela, na pale kuweza kutangazwa kwa rais rasmi sasa wa taifa hilo kwa muhula mwingine tena uh, ambapo ilikuwa ni tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka jana 2024 bado tuliweza kuona baadhi ya mataifa yakisema kwamba hawamtambui Maduro kuwa kama rais wa Venezuela, ikiwemo ni pamoja na taifa la Marekani, ambapo wenyewe wakasema hawamtambui kama Maduro ni rais ambaye anaongoza taifa la Venezuela. Lakini hata tukiweza kuona Umoja wa Mataifa, na wenyewe wakaweza kuzungumza kuhusiana na suala la Maduro kuwa rais wa taifa hilo la Venezuela tukasema mpaka Umoja wa Mataifa wanaonyesha kama kumwekea vipingamizi Maduro, wakisema kama kuna udanganyifu ambao umeweza kutokea, na pale ambapo tukaweza kumuona ambaye ni katibu wa Umoja wa Mataifa Anthony Guterres na yeye aliweza kuzungumza kwa nafasi yake lakini licha ya kwamba vikwazo mbalimbali Maduro alivyokuwa kiwekewa, bado aliendelea kusimama na kuwataka uh, wananchi wa Venezuela kuwa kitu kimoja katika kisha kwamba wanaliongoza kwa pamoja taifa la Venezuela. Lakini hata pale ambapo mpinzani wake uh, Edmundo Gonzalez alipoweza kuwasili katika taifa la Venezuela, jinsi gani ambavyo wanachama wake walivyokuwa wakienda kumpokea na maandamano kuweza kuanzia hapo kuweza kuandamana kuweza kupinga ushindi wa Maduro, lakini hii haikumfanya yeye kukata tamaa, ikumfanya yeye kusema kwamba kwa kuwa labda mpinzani ameshaanza kuwasili katika taifa na maandamano yanaendelea ndani ya taifa hili la Venezuela, ikumfanya e, Maduro yeye kuanza kusimama kuwa kama kiongozi, kusimama katika nafasi yake ya uongozi wa rais katika kuweza kuongoza wanachama katika kuongoza wananchi wa Venezuela hmm. Na hii tunakuja kuangalia sasa katika uchaguzi ambao unafanyika mwezi huu mwaka 2025 mwezi huu wa tano aisha, katika taifa la Venezuela ambao ni uchaguzi wa wabunge pamoja na magavana, kiasi gani ambavyo unakuja kuangalia upande wa upinzani walivyoamua wa kukaa pembeni kuweza kususia katika masuala mazima ya uchaguzi. Lakini wakati wa uchaguzi huu ambao ni uchaguzi wa wabunge pamoja na magavana, ikiwa e, tayari chama cha Maduro kishaonekana sasa kushinda kwa asilimia mia moja kwa sababu ya wapinzani kutoweza kushiriki uchaguzi wa wabunge pamoja na magavana, na unakuja kuangalia katika uchaguzi waisha uh, jinsi gani ambavyo labda, naweza kusema labda jeshi la Venezuela lilivyoweza lilivyoweza kutapakaa katika kila eneo katika vituo vya wapiga kura kuangali, kwa sababu unakuja kuangalia ni takribani unaambiwa kwamba maafisa usalama laki nne wameweza kutapakaa katika kila sehemu katika kuhakikisha usalama katika vituo vya upigaji kura. Lakini hata hivyo unakuja kuangalia katika upande wa magavana na upande wa wabunge, ni zaidi ya wa wabunge mia mbili ambao wanategemewa kuweza kushinda katika uchaguzi huu, lakini hata hivyo ni takribani magavana sabini na wenyewe wanategemewa kushinda katika uchaguzi huu ambao endelea katika taifa la Venezuela unakuja kwangaani, mara chache sana ambapo pale ya katika masuala mbalimbali, hususan ni masuala ya kiuchaguzi, kwamba katika taifa fulani wakifanya uchaguzi kwa amani bila kuwepo na machafuko yoyote yale mm -hmm. Mfano mzuri unaweza nikatolea katika mfano wa taifa la Msumbiji, ambapo kulikuwa na changamoto pale ambapo Uh, Daniel Chapo alipoweza kushinda nafasi ya urais na kuweza kuchukua nafasi hiyo ya urais, kuweza kuchukua kijiti cha rais wa zamani aliweza kupita wa Msumbiji Philip Nyusi na yeye kuweza kuwa rais wa Msumbiji. Unaweza kuangalia jinsi gani ambavyo katika taifa la Msumbiji aliweza kupitia eh ghasia mbalimbali, maandamano mbalimbali ambayo aliweza kusababisha vifo, aliweza kusababisha uharifu katika taifa la Msumbiji. Lakini mimi naweza kusema tuendelee kwa kuongeza taifa la Mozambiki, ambapo ewe alifanya uchaguzi mwaka jana 2024 lakini hatukuweza kusikia machafu machafuko yoyote yale yameweza kutokea katika taifa la Mozambiki. Na upande wa Mozambiki, Aisha, unakuja kuangalia katika uchaguzi ambao waweza kufanyika mwaka jana 2024 2024, chama pinzani ndicho ambacho kilikuwa kimeweza kushinda katika nafasi ya urais, lakini kwamba chama tawala ilisema kwamba kwa kuwa kwa kwa upinzani wameweza kushinda, basi ngoja sisi tuendelee kung'ang'ania madaraka. Hapana, waliweza kukabidhiana madaraka kwa amani, na bado tunaweza kuwa taifa la Mozambiki likiendelea kupiga hatua katika nyanja mbalimbali mbali. Mm -hmm. Mtazamaji, ni saa mbili na dakika 53, ndivyo ambavyo tunatamatisha Morning Victory siku hii ya leo. Tumeweza kujaza mengi katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni jijina watatu nikiwa sambamba kabisa na Aisha Mdewa. Endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.